<laughs> Ukawii wewe bana Edward John Kumwembe, habari za Brooklyn, New York City. Habari huko Brooklyn ya vijijini vijijini, ndani ndani yani. huko vijijini wanakaa matajiri Marekani bwana, usio mshamba bana bana. Edo, tofauti tofa, tofa, tofa, ya Marekani na Tanzania ni kwamba ndio Tanzania uh, maskini wengi wanakaa vijijini huku matajiri ndio wanakaa villages kwa ajili ya mansions nini mm. Huko Marekani, tutakoma yani. anyway, sasa American boy, kuna kuna mambo mengi yameendelea kwenye kwenye sports eh, hapa nchini na tunatamani kupata mtazamo wako. Cha kwanza unazungumziaje kuachana kwa Simba na kocha Fadlu? Uh, kusema kweli ni kitu cha ja, cha ja kusikitisha uh, kwa Simba ni kitu cha kusikitisha, hasa kwa sababu yeye amechangia kiasi kikubwa usajili wa wachezaji, lakini vile vile yeye amei sizoni nzuri na timu kwa wiki tatu Misri, akipata mechi za kuna Eh, kuna kuna no, ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja. Ah, hiyo ni kani, unajua <laughs> huyu Edo kute yuko Mtwara <laughs> na kuna mtu tuta ku video call, yani shauri yako Edo. Ah, ulikuwa hausikiki vizuri, hebu hebu tuanze. Eh, nataka kupata maoni yako ya Simba na Fadlu kuachana kabla hata mechi ya kwanza ya ligi kuchezwa. Nasema hiko ni kitu kibaya kwa sababu ni vizuri uachane na kocha mwishoni mwa msimu ili upate kocha mpya ambaye atakaa na mechi za kirafiki, anaingia kwenye ligi akiwa anaijua timu yake. Sasa unaachana uh, na kocha au kocha anaiacha timu uh, katika hili na mlaumu Fadlu uh, zaidi kwa sababu Simba nasikia walitaka kuendelea kuwa naye, bila yeye ndo alikuwa ana ng'ang'anizi za kuondoka ajafanya kitu kizuri kusema kweli, kwa kiasi kizuri chezaji, apu, apu misiri, wikitatu, rafiki, kwa sababu amechangia kusajili wachezaji hapo hapo, amekwenda na timu Misri wiki tatu, amepata mechi za kirafiki. Kwa hiyo pengine ndio kocha pekee duniani ambaye anaifahamu Simba vizuri kuelekea katika msimu mpya. Vipi kuhusiana yote ambayo utamleta vipi, vipi kuhusiana Edo na maamuzi eh, ya Simba ya kuweza kumwazima kocha Hemed eh, Suleiman maarufu kama Moroko, kocha wetu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. ah, ah, ni, ni, ni, ni maamuzi mazuri kwa sababu Moroko anawafahamu wachezaji wa Simba of course wa ah, ah, zamani pamoja na kundi la wachezaji wa, wapya hata akina Suleiman Mwalimu na wachezaji wake ah, kwa hiyo ni kitu kizuri vilevile eh, vile, lakini ni kitu kizuri Oscar, una... nakusikia una katika katika lakini naku, nakupata nakuvumilia tu, yaani sielewi. <laughs> hiyo ni Brooklyn ipi uliopo, Edo? ni kitu kizuri ah, vile vile kwa kwa kwa kocha mwenyewe kwa sababu Morocco hajawahi kufundisha klabu kubwa Tanzania. Kwa hiyo atafuta experience nzuri vile vile. Maana tusiangalie Simba tu, hata yeye mwenyewe Morocco hajawahi kufundisha klabu kubwa kama Simba. Ndio. Wao wana pressure. Kwa hiyo ni vizuri na yeye akajipima katika hizi klabu manake, national timu yenyewe haina presha kuliko Simba na Yanga. Huu ni ukweli ambao nadhani tunaofahamu. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa Moroko na kwa Simba vile vile, amempata kocha ambaye anawafahamu wachezaji hasa hawa wa ndani, wapya na wazamani, kwa sababu amekuwa akiwaona katika ligi. Una, unadhani ni wakati sahihi wa, wa Simba pengine kumpandisha juu eh, kocha, kocha Matola kuwa kocha mkuu wa, wa, wa Simba kuelekea msimu mpya? Ni nafasi sahihi, lakini najua simba hawezi kufanya hivyo. Simba hawezi kufanya hivyo kwa sababu uh, hata kumweka uh, moroko kwa mfano, kukatisha kibarua chake national team aje kuwa kocha wa kudumu hawezi wa kufanya hivyo. Uh, Oscar tumekuwa tukizungumza mara nyingi sana kwamba Simba yanga na hata azam hawana imani na makocha wa zao. Sasa kama hakuna imani, uh, ni bora kabisa kutojihusisha na na, na, hilo jambo, na ndio maana hata matola mwenyewe sidhani kama ataliafiki moja kwa moja. Presha inakuwa kubwa sana kwa makocha wazao kwenye hizi timu. Hata Moroko mwenyewe ataona ya presha ndani ya mechi tatu tuao, Simba itapata matokeo mazuri, atajua tofauti kati ya Simba mm -hmm. na national team. Presha ni kubwa sana kwa Simba na Yanga okay, basi uh, Edo usi, usitoke hapo endelea kubakia hapo hapo, tttunarudi na we... lakini Oscar kidau kiongea naye ajihusishi sana na masuala ya ligi kwa kadri nilivyokuwa namfahamu amejihusisha sana na football development, kwa ujumla uh, ti, kuhakikisha timu zetu zinashiriki michuano mbalimbali kuziandaa camping na, na na kila kitu. Sasa hivyo vitu watu hawavioni, isipokuwa naona wamehusisha tu siasa zile za hatuchezi tunacheza, ndio jina lake likatajotajwa. Ila kidau ana mambo mengi aliyokuwa anayafanya TFF kuliko masuala ya ligi na msingi wa mpira wetu usiku wanajua Dio, uh, soka letu kwa ujumla hadi soka la wanawake na kwingineko, ni timu za vijana timu za taifa kufuzu kwenye michuano mbalimbali na wote tulikuwa tunajivunia hivi uh, karibuni, kwamba timu zetu karibu zote zilikuwa zimefuzu katika michuano mbalimbali. Kuna hayo ya msingi, sisi hatuyaoni, isipokuwa uh, mambo madogo madogo kama mechi sijui ya Simba dayanga, chese, chese, na Yanga ez... hatuchezi tunacheza, ndivyo zinavyoingia hizo siasa, na hizo ni siasa za bodi ya ligi, sio TFF na na, na, na hicho nishimbawa... hicho ambacho hicho hicho ambacho Edo una unakigusia hapo, kwa sababu kuna watu wanahusisha kwamba Yanga walikuwa na matakwa yao matatu: kwanza, mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru, CEO mm. wa bodi ya ligi aondoke, na katibu mkuu wa TFF mm. naye pia aondoke. Kuna uwezekano ni hiyo pressure ya Yanga imepelekea Kidau ku kutoongezewa mkataba pale TFF hmm. Ingawa uh, kwangu mimi sioni au uh, sijajua kweli Kidau alikuwa amehusika wapi moja kwa moja, kwa sababu kuna shenia pawa kati ya bodi ya ligi na TFF uh, wakina Almasi tunajua ume, wakina Mtembuto wameondolewa, kwa sababu unaweza kuhusisha moja kwa moja hasa katibu au referee, ila ni ngumu kumuhusisha moja kwa moja wakati huo ambapo tulikuwa tunasema bodi ya ligi inajitegemea. Sasa, yeah, sijui of course, labda Yanga wanajua zaidi, lakini mimi ninachosikitika kama ni hivyo, hilo jambo limetuondolea katibu mkuu hodari sana wa TFF kwa maana ya vile vitu ambavyo alikuwa anazungumza, alivyokuwa anavifanya katika kazi zake mbalimbali za, za kila siku. Oscar, wewe unaweza hata ukawa shahidi, yaani katibu mkuu ukiongea naye anakwambia sijui timu yangu ya vijana chini ya miaka 15 ndio anaenda naye Uganda uh, tunaenda Uganda, tutashinda, tukishinda tuli, tunaenda Morocco. Yani ndio concentration yake ilikokuwa, hasa kuhusisha siasa za Simba na Yanga, kumuondoa mchapakazi hodari katika mifumo mingine, kwangu mimi nime feel very sad. Au kuna kuna, sad. Kuna namna pia uh, mahusiano yake pengine na rais wa TFF Wallace Karia yanaweza yakawa yame yamesheki kwenye temu hii ya tatu ambayo Karia amepewa eh, jukumu la kwenda kuongoza mpira wetu. Kidao siku zote, kidao siku zote alikuwa mtiifu sana kwa Karia. Mm. Na kwa watu wengi sana wana wa, ambao wako karibu na TFF, wajumbe wa kamati ya utendaji na wengineo uh, wanajua TFF anavyoendeshwa, walikuwa wanasema Kidawa anamsaidia sana kazi Karia. Mm, kwa kiasi kikubwa. Sasa mtu anayekusaidia kazi, inakuwaje mahusiano yenu yanayumba? Unless kama angekuwa anaitaka nafasi yako, lakini si unaona uchaguzi umepita, Kidawa aku, akuwania urais wala kujishughulisha na, na, na, na vyeo vingine. Sasa ya, ya, ya yumbe wapi? Kwa mtu ambaye amekusaidia na vile vile mmefanya kazi. Nilikuwa nakusikia jana ulipokuwa unasema kwamba kama kuondoka kwa ondoke, wote wamefanya kazi hiyo pamoja, ya kuhakikisha timu zetu zinafuzu zinaandaliwa, uh, vipaji vinachipua katika levo mbalimbali, mikataba. TFF wanapata mikataba minono, wamefanya hiyo kazi kwa pamoja. Sasa kama wamefanya kazi kwa pamoja, huo mkwaruzano wao basi labda huo mkwaruzano binafsi wa familia labda wake zao na mambo mengine, bana. Brooklyn boy, nzuri sana. Mi bana, nakushukuru sana, najua saa hizi ni asubuhi asubuhi hivi, au umeshafika mchana, inaelekea saa sita mchana. Basi mi nikutakie kila laheri ndugu yangu, asante sana, tutachekiana kesho. Na nikitoka hapa, kama una chochote, namba yangu ni ile ile inayopokea, tuma kwa namba hii, kioo changu. Basi haina noma kesho tunarudi hapa ndani ya 18 halafu utatupa uchambuzi wa namna ambavyo umetazama game ya Simba. Ah, asante sana. Shukrani sana.